Hapa sio porini, hili ni eneo ambalo lipo nje ya mji. Ndugu zangu, nimewaonyesha eneo kama hili kwa makusudio maalumu. Hapa sijawaonyesha viwanja vya kujenga, ingawa pia hilo eneo linafaa kwa hilo jambo, lakini zunguni langu mimi kuwaonyesha eneo kama hili, nimewaonesha kwa makusudio maalum kuwa kuna wakati mwingine ukiwa mjini kwenye msongamano wa kelele nyingi za vyombo mbalimbali mbali vya usafiri, sauti za muziki na sauti za watu tofauti tofauti wanaofanya shughuli mbalimbali, zinaweza zikakudisturb usiweze kupata utulivu wa akili yako na kutafakari mambo yako ya muhimu. Kwa hiyo ni vizuri kuja kwenye eneo kama hili, unapata nafasi ya kutulia peke yako nje ya mji kama hivi. Unakaa chini, unatulia, unatafakari mambo yako peke yako. Kuna muda mwingine akili yako haifanyi kazi vizuri kama imesongwa na mambo mengi. Akili yako ikiwa imesongwa na mambo mengi, huwezi kupata utulivu na kufikiria vizuri. Kwa hiyo kuna muda unatakiwa ujitenge na mkusanyiko wa watu, uwe wewe kama wewe, ukae eneo kama hili lilotulia hivi, eneo kama hili muda wa jioni. Na ni vizuri zaidi muda wa jioni, kama saa hizi, huu muda ni jioni ya huu muda jioni. Ndio maana unaona video yetu inyai sana, sababu hii ni jioni na nimechukua muda wa jioni makusudi, kwa sababu ndio muda mzuri wa utulivu ambao hata wewe pia unaweza ukatulia na ni muda ambao unakuwa umeshafanya shughuli zako za kijamii shughuli zako za kimaendeleo. Kwa hiyo unakuja kwenye eneo kama hili alafu unakaa unachagua sehemu nzuri, unakaa unapumzika, hata chini ya mti mzuri unapumzika. Faida ziko nyingi. Unaweza kukaa chini ya mti kama huu unaouona hapa, unaweza kukaa chini ya mti kama huu unaouona hapa, unaweza kukaa chini ya mti kama huu au unaweza tu ukakaa eneo tu la wazi kama hivi, kadiri wewe utakavyopenda. Lakini hii unavyokuwa sehemu kama hii inakupa sasa wewe utulivu. Kwanza, cha kwanza, unakuwa unapata upepo mzuri ambao kuna wakati mwingine huwa unaukosa eneo la katikati ya mji, kwenye msongamano wa shughuli nyingi za kijamii. Lakini pili, unapata utulivu kwa sababu unakuwa peke yako, panakuwa kimya kama unavyoona panakuwa kinya kama hivi, unakuwa peke yako, kwa hiyo unapata utulivu, unapata muda wa kutulia na kupanga mambo yako vizuri. Unapanga mambo yako vizuri taratibu ukiwa peke yako, kwa sababu akili ya binadamu huwa inafanya kazi vizuri sana akiwa kwenye utulivu na akiwa peke yake binadamu ameumbwa katika mazingira ya ubinafsi. Kwa hiyo huwa wazo lolote analoiwaza kama yeye akimaanisha akitumia neno mimi linakuwa lina, lina nguvu sana kuliko sisi, kwa sababu sisi ni utegemezi, mimi ni uwajibikaji. Kwa hiyo unaposema mimi, maana yake umekubali uwajibikaji wa hicho kitu chochote kile ambacho unakiwaza unataka kitendo. Umekubali uwajibikaji kwamba wewe mwenyewe binafsi, wewe pekee ndiye ambaye utakayeweza kupanga mambo yako na kufanyia kazi na kuboresha wewe mwenyewe. Lakini ukisema sisi, sisi ni neno lenye utegemezi kwa sababu kuna, kuna kutegemea mwingine. Kwa hiyo ina maana mtu akifelisha kwa uzembe wake anakuwa amefelisha wote. Ndio maana ni vizuri sana kufanya vitu vingi wewe mwenyewe. Hata kama utakuwa una watu basi wawe watu ambao wanafanya kazi kwa kuwasimamia, lakini wewe mwenyewe lazima uwe kipaumbele, uwasimamie kwenye hilo eneo lako ambalo watafanya kazi, au kwenye jambo lako lolote lile ambalo unahitaji kulifanya. Kwa hiyo unakuja sehemu kama hizi, ndugu yangu, unapata utulivu, unajadili na kudiskasi mambo yako wewe mwenyewe. Nadhani neno kujadili linaweza likaleta tafsiri tofauti. Kujadili sio lazima kuwa na watu wengi. Kuna mjadala ambao upo hata wewe mwenyewe, baina ya wewe na wewe katika akili yako. Ina maana akili yako ya nje inafanya kazi na akili yako ya ndani kwenye kuchanganua mambo. Akili ya nje inapeleka inapelekea akili ya ndani majukumu, akili ya ndani inachambua hayo mambo. Kwa hiyo huo mjadala unakuwa mjadala ambao unakuhusu wewe mwenyewe. Subconscious, inafanya kazi mjadala ambao unakuhusu wewe mwenyewe. Kwa hiyo unajadili wewe mwenyewe, unapanga na kupangilia mambo yako na unapata jibu ambalo hilo jibu ukitoka hapo unaingia kwenye utekelezaji. Kwa hiyo ndio maana nimeona ni kuoneshe mazingira kama haya kuwa ndio mazingira ambayo unaweza kukaa wewe peke yako hapa. Sio, sio polini sana, hii ni, ni nje tu ya mji, ni nje tu ya mji, ni sehemu ambayo kama utatumia usafiri wa pikipiki unaweza ukatumia dakika tatu tu kufika. Kama utatumia baskeli unaweza ukatumia labda dakika sita au saba kufika. Kama utatembea kwa mguu unaweza ukatumia dakika ishirini hadi nusu saa, kama wewe si mtembeaji sana, yani kama mwendo wako wa taratibu. Kwa hiyo unafika eneo kama hili, unakaa unapumzika sehemu kama hapa, unaona chini ya mti kama hapa unaona kama hapa, unakaa kama hapa, unapumzika unatulia, unadiskasi mambo yako, unapata kuangalia kupata utulivu wa kuchanganua mambo yako. Kwa hiyo hilo nalo ni jambo la muhimu sana, sio muda wote akili kakaa kwenye msongamano tu, eh, akili haitakiwi kukaa kwenye msongamano tu, inatakiwa kupata mazingira ya utulivu kama haya ninayokuonesha ndugu yangu. Kwa hiyo kuna muda pia unakuja maeneo kama haya, unatulia, unachagua eneo zuri, hata chini ya mti kama hivi, unatulia, unadiskasi mambo yako na kuyapangilia na kutafuta utatuzi. Ukiwa unawaza sehemu yenye utulivu, huwa unapata majibu makubwa sana juu ya mambo yako unayotaka kuyafanya. Unakuwa umepata majibu ya kutosheleza sana, ukiwa peke yako kwa sababu unapata utulivu mkubwa, usikii kelele zingine. Kwa hiyo hakuna kitu kinachoweza kukutoa kwenye haya mawazo yako. Unaona sehemu kama hii, unakaa chini sehemu kama hii, una discuss tena. Unaweza ukanunua hata na kinywaji, ukanunua hata na soda baridi au maji baridi au juice, juice fresh unanunua, unakuja nayo unaweza ukanunua juisi, maji ukanunua hata popcorn au wengine wanaita mahindi ya kukaanga bis, unanunua au hata karanga, kitafuno chochote kile, ni bites za aina yoyote ile unanunua na maji au juisi au soda, unakuja unasindikizia. Kwa hiyo unakaa zako hapa, una discuss mambo yako, baada ya muda fulani kitosheka, unaanza kurudi kidogo kidogo unarudi, kidogo kidogo unaenda nyumbani, unakuwa umeshapanga mambo yako vizuri. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa leo hilo ndio jambo ambalo nilotaka kuwashirikisha kwa siku ya leo. Leo sijataka kuwapa mambo mengi sana, nimetaka tu nizungumzie jambo hili moja. Ndugu zangu, kwa leo ndio jambo ambalo nimetaka kuwashirikisha. Asanteni sana, tuko pamoja. Natamani kuona mkiwa kwenye mafanikio, natamani kuona ndugu yangu ukiwa umefanikiwa. Tufanikiwe kwa pamoja, tuishi vizuri kwenye hii dunia, tusaidie jamii yetu, tusaidie ndugu zetu, tusaidie nchi yetu, tusaidie bara letu la Afrika, tusaidie dunia kwa pamoja, tukiwa na nguvu na juhudi na kujituma na maarifa na na kujidhatiti, consistency, kila kitu kitakuwa sawa. Muwe na jioni njema, asanteni sana.